Naitwa Ana Kolumbani mkane, mkaaji wa Lindi mjini. Kwa kweli mama tuna msifu, anayefanya mengi mengi sana, tena hakuna mfano kwa mama yetu. Ametuokoa akina mama, amewawezesha, watoto wetu wanasoma, amewezesha mikopo, amewezesha wanafunzi wanasoma bure. Kwa kweli mama ameupiga mwingi Vijana nawapa wa, na, na amasa wamwamini mama katika uchaguzi huu, tarehe ikifika tutiki tutiki tutiki nne aliyokuwa nayo hatukutegemea mat, matendo yake aliyoyatenda kwamba ya miaka minne ilielekea, hata kama iwe ya miaka arobaini, kwa sababu hatukutegemea kabisa. Kwanza tulikuwa na sifa kwamba mwanamke ajui kuongoza, leo hii tumempata mwanamke mwenzetu anaongoza, na hata akina baba nao watachukua mfano kwa mama miaka minne hii na tunategemea na miaka mitano tunayompa tena, itakuwa zaidi ya miaka tisini badala ya miaka mitano. Nachoomba mimi kama mimi ni mama, naomba wananchi wote, vijana, wazee na watoto, tumuunge mkono mama Samia. Mimi mama tena ni kiongozi, naomba vijana na sio vijana tu, umma mzima ambapo unasikiza maneno ya propaganda, tuache propaganda tuache mitandao. Mitandao, kuna mtu anatoa mambo ya utandao, ya mitandao kwa maadili, mwingine mtu anatoa mitandao kwa kuharibu Tanzania kwa kumkashifu kiongozi. Sasa yale tuyachukue ambapo yaliyo kwa ya na manufaa ndani yake. Hamna chama chenye kukiweza chama cha Mapinduzi. Tanzania imekuwa kisiwa cha amani, mataifa ya wenzetu wanakuja kusoma Tanzania. Sisi tunapotaka kukaribisha mbomonyoko, tutakwenda kusoma wapi? Tutakimbilia wapi? Wenzetu wanakimbilia Tanzania. Jamani, naomba wake kwa waume, vijana kwa watoto na wazee, tuunge mkono Chama cha Mapinduzi na ishirini na tisa tukatiki kwa mama Samia, tukatiki kwa wabunge wote wa Tanzania ambapo wa Chama cha Mapinduzi, tutiki kwa madiwani wote wa Tanzania ambapo Chama cha Mapinduzi. Tujali nini kinachotukomboa Tanzania. Tanzania ni imara, ni chuo cha mataifa yote mataifa yanayopata uhuru wanakuja kusoma Tanzania. Tunavyotaka kusikia maneno yasiyo na maadili, sisi tutakwenda wapi? Hatujazoea vita nani kadhalika. Mama baba yupo tayari wakati wowote, wa akajitika baasha yake akaondoka. Mama mimba utakimbilia nayo wapi? Mtoto atakimbilia naye je? Wewe mwenyewe unaishije? Jamani, tuunge mkono chama cha mapinduzi, ambapo ni chama bora, chama tetezi, chama chenye huruma. Tunampongeza hul atapata kwa vijana wote na nawashauri vijana wenzangu ambao waliokuwa mje anyum, na hapa tulipo wamuunge mkono Mama Samia wa ili aendelee kutuwezesha vijana vijana Lindi mitano tena.